Karibu ndani ya nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa, Mathew Ndeva ndilo jina langu, asante na karibu. Mungu ni mwema, ametupa wazazi hapa duniani na ametupa na hadi tele kwa ajili ya hao wazazi alioweka mikononi mwetu so, kulingana na maandiko katika nukuu nasema hivi, maana shule tayari zimefunga sehemu kadha wa kadha duniani na watoto hao wanapumzika kwa ajili ya kutaka kupiga tena kutafuta mwaka ujao kusonga katika darasa zingine, na wengine wangali shuleni. Neema inatosha hata wanapofanya mitiani. Katika nukuu tusema hivi: Enyi watoto mtiini wazazi wenyu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi kulingana na ahadi za Mungu ambazo zinadumu milele, zisizoweza onekana pengine kwa macho ya kibinadamu, lakini ni ahadi za Bwana za dumu milele, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Heshima itakupa heri na kukaa duniani kwa siku nyingi tena za baraka. Natamani Mungu akupe neema ya kuishi duniani kwa heri na baraka tele, ili tusiishi miaka mingi duniani za mateso laana na shida. Bwana tupe heri na neema ya kukaa siku nyingi hapa duniani. Nasema hivi ka habari za nukuu siku hii njema kabisa. Heshima utakaiweka na kuidumisha kwa baba na mama itakufanya upate heri na ukae siku nyingi hapa duniani, wangali wapo ni jambo la maana sana kuwakumbuka siku zote, ukiwa mijini ama nchi za mbali, nyosha mkono wao kukumbuka, ya kwamba kuna watu walionisomesha, kuna watu waliosimama nami katika maisha magumu, walinilisha, walinivisha, waliniosha, nikaonekana mtu jinsi nilivyo. Hii ni baraka tele, basi wakumbuke, wasipitia hali ngumu nzito, nawe unakula vizuri na kusaza katika nchi za mbali Wasipitia hali ya uchochole na kilio kingi, wakisema huyu alienda wapi? Kwa sasa katika nukuu, tunazo baraka za kuwakumbuka waliokulea. Kunazo baraka za kukumbuka waliosimama nawe wakati wako wa utoto hati utu uzima. Waliuza vitu vyao, waliuza mashamba, waliuza mifugo, wakihakikisha ya kwamba upate hekima, elimu ulionayo, na kwa sasa umeelimika, unajua vyema vizuri na una masomo basi, tumia nafasi hii kuwakumbuka, upate heri, uishi siku nyingi katika dunia. Na nanyi akina baba, msiwachokoze wacho watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Moyo wangu siku hii ya leo, katika habari za nukuu ya matumaini nitaka ufahamu hili mama, Mungu alimpa mzazi wewe ili awekeze ndani yako ili siku zake za uzeeni unaweza mtunza na kumlinda amewekeza ndani yako, licha ya kuwa pengine nyakati zake za changamoto hakukusomesha vizuri, maana hali haikuwa nzuri kwake, lakini kwa sasa hivi umepata neema na upenyezo. Simama pamoja na hawa ambao unawaita wazazi. Wakumbuke siku zote, ukiwa mjini, usimalize siku mbili tatu ujawapigia simu kuwajulia hali ni jambo la maana sana kufahamu wanaendelea vipi, wako wapi, wanakula vipi, na maisha yanaendelea vipi? Maana ndiyo nukuu ya leo ya kwamba kuna heri na matumaini ya kuishi siku nyingi hapa duniani, ikiwa utawalinda na kuwaheshimu waliokulete duniani. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva ndani ya idhaa Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.

Pia wikendi hii ukiwa sehemu zile za mlolongo athiriva sehemu zile za kitingila e, sehemu zile za sokimao kija pale mlolongo utatupata pale. Tunahudumu tena pale kanisa linaitwa Mlolongo Pentecostal Church, kuja mahali pale, pia tunaweza fanya huduma pamoja. Ni neema tele Mungu ametupatia na uwezo. Basi ukifika pale, unaweza kuja tu inbox yangu, unanipata vyema kwa njia bora ya kupendeza na nakupa directions za kufika kanisani tufanye huduma pamoja. Asante na karibu, weekend hii karibu pia pale Mlolongo. Imekuwa ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva.